Jeshi la Israel IDF, leo Jumatatu, Machi 31, limetoa maagizo makubwa kwa wakazi wa mji wa Rafah kuondoka katika mji huo na kuelekea maeneo jirani, huku likiahidi kwamba litaanzisha operesheni nyingine kubwa ya ardhini katika mji huo wa kusini mwa ukanda wa Gaza wakati wowote. Israel iligomea usitishwaji wake wa mapigano na kundi la wapiganaji wa Hamas wenye makao yao Gaza na kuanzisha tena mashambulizi ya anga na ardhini mapema mwezi huu. Mwanzoni mwa Machi mwaka huu Israel ilikata kabisa usambazaji wa huduma za kibinadamu ikiwemo chakula, mafuta, dawa na misaada ya kibinadamu kwa takriban Wapalestina milioni mbili wa eneo hilo, ikilenga kushinikiza Hamas kukubali marekebisho yaliyopendekezwa kwenye makubaliano ya usishwaji wa mapigano hayo. Jeshi la Israel liliamuru Wapalestina kuelekea eneo la Almuasi, eneo lenye kambi za mabanda duni kando ya pwani maagizo hayo yalitolewa wakati wa sikukuu ya Idi Alfithri ambayo kwa kawaida ni sherehe ya wa Waislamu inayoadhimishwa mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Mwezi Mei mwaka jana, Israeli ilianzisha operesheni kubwa huko Rafah mpakani mwa Misri na kuacha sehemu kubwa ya mji huo ikiwa ni magofu. Jeshi lilitoa ukanda wa kimkakati kando ya mpaka pamoja na kivuko cha Rafah kinachounganisha kati ya eneo la Gaza na nchi ya Misri ambacho kilikuwa lango pekee la Gaza kwa dunia ya nje lisilodhibitiwa na Israel. Israeli ilitakiwa kuondoka kwenye ukanda huo chini ya makubaliano ya kusitisha kwa mapigano iliyofikiana na Hamas mwezi mw Januari 17 mwaka huu kwa shinikizo la Marekani, lakini baadaye ilikataa kufanya hivyo ikidai kuwa inalazimika kuzuia usafirishaji wa silaha kuingia eneo hilo. Katika hatua nyingine, makumi ya watu walikusanyika kwa mazishi ya baadhi ya wahudumu wa dharura 15 waliouawa na wa mashambulizi ya Israel wakati wa operation ya ardhini huko Rafah wiki iliyopita. Shinikizo la, Shirikisho la Kimataifa la Msalaba Mwekundu liliita shambulio hilo kuwa ni baya zaidi dhidi ya wahudumu wake kwa matibabu kwa miaka kadhaa nchini humo. Raid al Nems ambaye ni sh... kutoka shirika la Msalaba Mwekundu la Palestina amesema kuwa wahudumu hao wa afya waliuawa kwa kushambuliwa kwa risasi licha ya kuvaa sare rasmi na kutumia magari ya wagonjwa yaliyo na alama ya wazi. Wakati wa sala za mazishi, miili yao ilikuwa imefunikwa na bendera za shirika hilo. Jeshi la Israel lilisema wanajeshi wake walifyatua risasi kwenye magari kadhaa yaliyokuwa yakielekea eneo hilo bila taa za mbele au ishara ya dharura, jambo lililoibua mashaka. Jeshi hilo lilidai kuwa mpiganaji mmoja wa Hamas na wanamgambo wengine wanane walikuwa miongoni mwa waliouawa. Kwa mujibu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya misaada ya kibinadamu, ilisema kuwa waliouawa walijumuisha wahudumu nane wa hilali nyekundu wanachama sita wa ulinzi wa raia wa Gaza ambao hufanya kazi chini ya serikali inayoongozwa na Hamas na mfanyakazi mmoja wa Umoja wa Mataifa. Waokoaji waliruhusiwa na tu kuingia eneo hilo karibu wiki moja baadaye ili kuondoa miili hiyo. Picha za operesheni hiyo zilizoachiliwa na Umoja wa Mataifa Jumapili zilionyesha kuwa wafanyakazi wa ulinzi wa raia wakichimba kwenye mlundo wa mchanga na kuvuta mwili wa mtu aliyekuwa amevaa fulana ya rangi ya chungwa inayofanana na za watumishi hao. Wakati huo huo, Israeli imeapa kuendeleza operesheni zake za kijeshi hadi Hamas itakapoachilia mateka 59 waliobaki mikononi mwake, 24 kati yao wakiaminika kuwa wapo hai. Israeli pia imetaka Hamas ijisalimishe na kuondoka katika eneo hilo, masharti ambayo hayakujumuishwa katika makubaliano ya usitishwa mapigano na ambayo Hamas imeyakataa. Kwa mujibu wa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Israeli Benjamin Netanyahu, Israeli itadhibiti usalama wa Gaza baada ya vita na kutekeleza pendekezo la Rais wa Marekani Donald Trump la kuhamisha wakazi wa Gaza kwenda nchi nyingine akieleza kuwa uhamiaji huo ni wa hiari. Mpango huo umekataliwa vikali na Wapalestina wanaouona kama jaribio la kuwafukuza kwa nguvu kutoka katika ardhi yao, na wataalamu wa haki za binadamu wanasema kuwa mpango huo unaweza kukiuka sheria za kimataifa. Hamasi imesisitiza utekelezaji wa makubaliano yaliyosainiwa ambayo yalihitaji mateka waliobakia waachiliwe kwa kubadilishana na kusitishwa kwa mapigano kwa muda mrefu na kuondoka kwa Israeli kutoka eneo la ukanda wa Gaza. Mazungumzo kuhusu sehemu hizo za makubaliano yalitarajiwa kuanza Februari mwaka huu, lakini hadi sasa yamekuwa yakihusisha mazungumzo ya awali pekee. Vita vilianza Oktoba 7, 2023 wakati wapiganaji wa Islamiki Jihadi wakiongozwa na Hamas walipovamia Israeli na kushambulia kambi za jeshi na jamii ya wakulima na kuwaua takribani wa Waisraeli 1200 wengi wao wakiwa raia. Wapiganaji hao waliwachukua mateka wengine 251 wengi wao wakiachiliwa kupitia usitishaji wa mapigano ama makubaliano mengine. Mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Israeli yamewaua zaidi ya wa Wapalestina elfu 50 kulingana na wizara ya afya ya Gaza, ingawa haijabainisha ni wangapi walikuwa raia na wangapi walikuwa ni wapiganaji wa Hamas. Wakati vita vilikuwa vikali, takriban asilimia 90 ya wakazi wa Gaza walikimbia makazi yao kutoka kwenye maeneo hayo, wengi wao wakilazimika kuhama mara kadhaa. Maeneo makubwa ya Gaza yameharibiwa vibaya na hayajulikani lini au vipi ujenzi wake mpya utaanza. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.